Ati magari pikipiki, sijui mitungi ya maziwa, sijui nini, ati ule mruto ametuma na hapa. Nataka niambie wewe, niji ushinda mimi, usinilete pelekea watu wengine. Mimi nimefanya kazi kwa miaka mingi, wewe ulishinda ukaa serikali, ulishinda kutafuta marafiki. Hiyo mraka unaongea mwenye unaongea, sijui wewe umepea nini hao watu. Kazi yako kila siku ni kuamka na kuhara kuna hara kwa mdomo yako. Leo kwa mdomo yako hakuna simu unapanga mambo ya maendeleo. Ulikuwa kwa uongozi kwa mwaka mbili, utuonyeshe toilet tulijenga huko Mauni Kenya. Utuongeze kazi ulifanya. Sasa naona na sah anaongea maneno mengi, ati hivi vyote bruda ametuma, kwani huyu bruda wako na makene, makene. Ujina, na makeme wapia nikijia waje uchinga na waje ushenzi. Sisi tutafanya kazi yetu kazi, kazi tutatembea hapo Mauni Kenya Hatuwezi kutembea bure, bila wewe unatembea bure ukiongea matope. Na nataka nimwambie wee Mr. Dorcas, wacha kwanza kutembea na bibi yako kila siku. Hakuna mwanaume anatembeaka na mwanamke akitembea akifanya siasa. Wacha uchinga na wacha mtoto, na hata ikiwezekana, ikinazakana, tutakuimpeach mara yingine huko Mount Kenya. Naona unazunguka unaongea matope mingi sana. Huyu mbali amekuja hapa, ni waziri wa fedha. Ukiuliza mbadhi hata shilingi moja ya serikali kama iko hapa, yeye mwenyewe ametuletea 15 milioni. Kuongezea